Wakati na wahesabu watu waliofanya mambo makubwa kwa taifa na kwenye maisha yao, ukabaki wewe. Inawezekana sasa hivi upo kwenye kipindi ambacho gharama za maisha zinaukandamiza mzani wako wa mapato na matumizi, na kama haitoshi, unafikiria endapo digrii ndo jibu la swali lako au kutegemea cha ndugu ambacho mwisho wa siku kinakuingiza kwenye dimbwi kubwa la madeni kwako. Kwa mafanikio ni kama hadithi tu za kufikirika, lakini wengine wamewezaje? Tena inachanganya hasa kuona mamilionea na mabilionea, yamkini wapo rika lako, yani sawa na umri wako. Labda ni bahati nasibu tu, inabidi uzaliwe kwenye utajiri eh, labda utafute njia ya mkato. Ina maana ndoto zako zitabaki kuwa ndoto tu? Vipi kama nikikuambia muda bado unao, tena wa kutosha kubadilisha kila kitu, kuishi kwenye ndoto zako? Inawezekana ulipotea wakati wa kwenda, lakini huu sio muda wa kujutia tena. Njia ipo ya kukufikisha kwenye maisha bora, lakini nakuonya, njia hii tunayopita haitaki kukata tamaa. Uko tayari? Najua wapo ambao tutawaacha nyuma, lakini hongera kwa mtakaofika mwisho, kwa sababu huko ndiko kwenye yote mazuri unayoyataka uhuru, na wala hautakuwa na hofu tena kuhusu pesa. Kwa hiyo uko pamoja nami? Mm -hmm. Kujitafuta kunaanza na mambo haya matano ya msingi. Chukua kalamu na karatasi, na ikiwezekana itunze video hii, yamkini utarudi kunishukuru panapo majaliwa. Moja, mkumbuke Mwenyezi Mungu Vijana wengi tunapambana sana kuhakikisha tunatoboa, lakini tunasahau jambo la msingi na la muhimu zaidi, Mungu. Kumbuka kwamba zawadi ya kwanza na ya thamani zaidi ulionayo ni uhai, na uhai huu umeletwa kwetu na si mwingine bali ni Mungu. Bila hii zawadi hakuna mafanikio, hakuna ndoto, hakuna pesa unazozitafuta. Ukitaka kuniamini, fikiria ni wangapi ambao wakati huu wamelala usingizi wa milele. Walikuwa na mipango mingi lakini wako wapi? Tuanze kwa kumshukuru Mungu kila siku. Tunayoipata nafasi ya kuliona jua, basi tumshukuru Mungu. Usikate tamaa, usikimbilie kupata mafanikio ya kifedha bila kumtaja Mungu kwenye safari yako. Kumbuka kumkumbuka Mungu kwenye kila hatua kutakusaidia kubaki na mtazamo sahihi na utapata nguvu za kufanya maamuzi bora. Kijana, kumjua Mwenyezi Mungu sio ushamba, ni mwanzo wa kufanikiwa. mbili, hakikisha unajitambua. Kujitambua ni kuelewa wewe ni nani hasa, ubora wako na mapungufu yako yako wapi. Ni mchakato unaoanza kwa kujiuliza maswali kama, nina malengo gani? Nina vipaji gani ambavyo vinaweza kunisaidia kufikia ndoto zangu? Ni maeneo gani ninahitaji kuyaboresha? Kujibu maswali haya kunakuwezesha kupanga malengo sahihi na pia kuchagua njia atakayokufaa zaidi. Kijana, ukijitambua, hautashusha thamani yako, utatembea kifua mbele kwa sababu unaujua upekee wako ulipo. Hautategemea wakati wote kuwezeshwa. Nasisitiza sana ujitambue, kwa sababu huku mtaani hakuna anajali hisia zako tena. Nikuambie, dunia itakuonea huruma kamwe eti kwa sababu wewe ni masikini. Vipi kuhusu Diamond Platinums, Samata, Alikiba, Harmonize, Rayvani, Mario na majina yote makubwa unayoyajua, unadhani walizaliwa wakiwa maarufu? Hapana, ni jitihada binafsi zilizoanza kwa kutambua nini wanataka kwenye maisha. Jitambue kijana. Tatu, tengeneza ujuzi. Yani, skills za maisha. Kujua jinsi ya kutengeneza pesa kunaanza na kujua ujuzi na vipaji unavyovimiliki na jinsi unavyoweza kuvigeuza kuwa chanzo cha kipato. Kwa kijana anayetaka kupata pesa, hatua ya kwanza ni kuelewa kuwa ujuzi si kitu cha kawaida, bali ni rasilimali inayoweza kutumika kutengeneza pesa. Kama ukijua jinsi ya kufanya kitu fulani vizuri, basi unaweza kuanza kutafuta watu wanaohitaji huduma yako na na kuhakikishia tu kwamba lazima watakuwepo. Sio kila ujuzi unahitaji kuwa na ofisi au mtaji mkubwa ili kuanza, bali ni kuhusu kutumia kile ulicho nacho na kuwa na mtazamo wa ubunifu katika kutafuta fursa. Unaweza kuniuliza, huu ujuzi unapatikana wapi? Tupo kwenye kipindi ambacho dunia inaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia. Huku ndiko tunakopata huo ujuzi. Ni kweli tunalalamika sana kuwa hatuna mitaji ya kuanza, nikuambie tu, simu janja yako ndio mtaji wako wa kwanza. Kila aina ya, ya ujuzi utaupata kupitia kiganja chako. Tatizo ni kwamba bado haujaamua kuchuja nini cha kukichukua na nini cha kukiacha. Mitandao ya kijamii ni mibaya kama umeamua kufuatilia mambo yasiyo na umuhimu kwako, na pia ni faida kama utaamua kuitumia vyema. Kuanzia sasa hivi, nakushauri kuwa mzuri kwenye mambo haya, yani jifunze skills hizi hapa: uongozi. Simaanishi ukawe mbunge au waziri <laughs> lakini kama ukipata nafasi, basi vijana wenzio tutakushukuru kwa kuwa tumepata mwakilishi. Namaanisha mafanikio yanaanza na kujua jinsi ya kujiongoza wewe mwenyewe kwanza, yani kuyaongoza maisha yako. Pia jifunze kuwasiliana vyema, nazungumzia kuhusu communication skills. Na maanisha nenda unapohitajika, zungumza inapobidi, na hakikisha unatawala hisia zako. Hakikisha unaifahamu lugha vizuri, lakini vilevile sio mbaya ya kufahamu lugha za watu wengine vilevile. Jifunze kushirikiana na wenzio, hasa kwenye mambo yenye faida. Pia jifunze ujasiriamali na biashara. Hizi ni chache kati ya skills nyingi unazoweza kujifunza, hakikisha unazijua. Tena natamani sana uzijue mapema, kwa sababu fursa inapokuja huwa inataka kitu kimoja tu, kitu kimoja tu, ikukute tayari umejiandaa kuikabili. Nne. tendea kazi unachojifunza apply your skills. Waswahili wanasema maneno matupu hayavunji mfupa, fimbo ya mbali haiui nyoka. Mtembea bure si sawa na mkaa bure. Mgagana upwa hali wali mkavu. Kuna kitu waenga wanatuambia hapa na sio kingine bali, hakikisha unafanya kitu yaani usizubae. Take action. Unapojifunza ukaupata ujuzi, basi hakikisha haufungii tu kwenye bishwa lako. <laughs> Nakupa njia kuu mbili zitumie kutendea kazi ujuzi wako. Njia ya kwanza, Jifunze kutatua matatizo. Kwenye ulimwengu huu kila siku zinazaliwa changamoto, na watu wanahitaji mtu anayejua jinsi ya kuzitatua kwa ufanisi. Kwa nini usiwe wewe? Fikiria kuwa mtu ambaye ana ujuzi lakini hajui jinsi ya kutatua matatizo ya wengine, atakuwa kama jembe lililokosa mpini au kisu kisicho na makali, yaani kiufupi, hana faida kabisa. Kwa mfano, mimi binafsi nimeupata ujuzi kuhusu masuala mbalimbali, ikiwemo teknolojia. Kwa hiyo nikachukua jukumu la kuanzisha chaneli hii ili kukufundisha na wewe jinsi ya kuziona fursa na mwishowe ufanikiwe. Dada, unayenisikiliza nyumbani, wanasema unajua sana kupika eh? Huo ni ujuzi wako, umeutumia kutengeneza pesa? Hilo ni swala langu kwako. Lakini vilevile kaka, pia nasikia ukivaa unapendeza, tunaona picha zako mitandaoni. Je, umewapendezesha watu wangapi hapo mtaani kwako? Hauoni kama hiyo ni fursa yako? Njia nyingine, jenga mtandao wa watu yaani networking. Sio kila mtu anapata mafanikio kwa kufanya kazi peke yake, kwa hiyo ni muhimu kuwa na mtandao wa watu wanaoweza kukuunga mkono, kukupa fursa mpya na hata kukusaidia kujifunza zaidi. Mtandao huu unaweza kuwa wa aina yoyote ile, kwa kuanza na marafiki wanaokuzunguka. Hakikisha unakuwa mzuri sana wa kuchagua nani wa kuongozana naye. Kwa mfano unaweza kuwa kijana unayejua jinsi ya kufanya biashara mtandaoni, lakini kama huna watu wanaokuunga mkono au ambao wanataka kuwekeza na kushirikiana na wewe, utaishia kuwa na mawazo mazuri lakini hayatekelezwi. Hapa ndipo networking inapoingia. Hii inahusisha kujenga mahusiano na watu ambao wanaweza kuwa na mawazo au rasilimali zinazohusiana na yale unayoyafanya. Kwa hiyo badala ya kujitutumua peke yako, hebu tafuta watu watakaokutoa sehemu ulipo kwenda mbele zaidi, usijikaze kisabuni, tafuta msaada. Hii ya tano inaitwa nidhamu na kufanya kazi kwa bidii na akili. Mara nyingi tunapoulizwa nini maana ya mafanikio, jibu la kwanza linaruruka kwenye akili zetu ni, ni matunda yanayotokana na kufanya kazi kwa bidii <laughs> ni kweli, kwenye zama hizi za sayansi na teknolojia hatufanyi kazi kwa bidii peke yake bali tunafanya kazi kwa kutumia akili pia. Kwa hiyo maana ya mafanikio ni kutumia nguvu zako kwa njia bora, ili kufikia malengo yako kwa haraka na kwa ufanisi. Nidhamu ni muhimu ili uweze kufikia malengo yako wewe. Bila nidhamu, ni rahisi sana kupoteza mwelekeo, hasa kwa kundi la vijana ambao tunakabiliana na vishawishi vingi sana kila siku. Unapaswa kujua ni wapi, saa ngapi, lini na kwa nini unafanya jambo eh. Hivi ni viashiria vya nidhamu. Siku zote malengo yanatimizwa kwa kuwa na nidhamu. Kama unataka kutengeneza pesa kuanzia leo, basi jifunze kuwa na nidhamu ya pesa. Unataka kufanikiwa ukiwa bado kijana, basi kuwa na nidhamu ya muda. Kufanya kazi kwa bidii ni vizuri sana, lakini kufanya kazi kwa akili ni bora zaidi, na hii ndiyo siri ya ufanisi, ndiyo siri ya mafanikio kwenye karne hii. Hapa hizi ndiyo njia tano bora za kujitafuta. Chukua muda wako kutafakari kila moja alafu anza kufanyia kazi taratibu, na kuhakikishia utaanza kusahau ladha ya umasikini. Lakini usiwe na haraka, mafanikio yanachukua muda. Kuwa mvumilivu, utafika tu. Jina langu ni Nasib Seki ndiye nilikuletea mada hii leo. Natamani sana kupata maoni yako kwenye comments, uliza swali nami nitakujibu. Tukutane kwenye, tukutane, kwenye, tukutane kwenye mada hii.